Tayari imetimia saa mbili kamili za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hivyo tao ni taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Msomaji ni Albert Endu Kavano. Na kwanza ni utaasiri wake. Jamii mkoani Geita imeaswa kutimiza wajibu wake katika malezi ya watoto yatakayoepusha na tabia zisizowafaa na kuleta madhara ndani ya jamii. Kanisa Katoliki nchini limetoa wito kwa serikali kukaa na kuzungumza na wenye mawazo tofauti kuhusu uchaguzi na kusisitiza wanasiasa na serikali kuzungumza ili kuhakikisha utekelezaji wa haki za watu. Na jeshi la Madagascar limetangaza kuchukua utawala na kuangusha utawala wa Rais Andry Rajoelina kufuatia maandamano ya wananchi yaliodumu kwa majuma kadhaa. Habari kamili, Karagwe. Mgombea wa ubunge kupitia CCM Innocent Bashungu amewahakikishia wananchi wa kata ya Ndama kuwaletea miradi ya maendeleo kwa wakati na haraka watakapompa ridhaa ya kuwa mbunge wa jimbo hilo. Bwana Bashungu ametoa ahadi hizo kupitia mkutano wa kampeni ya kunadi sera za CCM, ambapo amesema watahakikisha wanawajibika kuboresha miradi mbalimbali mbali ya maendeleo kiwemo ya afya, elimu na maji. Amesema atahakikisha anafanya marekebisho ya barabara ya Kanyabreza Rugukole ipite kwa muda wote, kuwaunganisha maji wananchi kupitia mradi wa Rwaka Junju ili kupata maji muda wote ule mradi wa Rwaka Junju bilioni sitini na tisa ambazo Dokta Samia ameleta, tunatoa maji kule Bushangalo kwa ajili ya kuja Kayanga na Murushaka. Sasa mimi mwana wa Bashungwa nitamwendea nimwambie kama ambavyo tutafanya kule Kayanga na Murushaka. Ndugu zangu wa Kagutu, nataka waende maji yafike, yale ya, ya Rwaka Junju yaje mfunge kwenye nyumba zote, wafungiwe mita, hata ukitaka kuoga mara tatu kwa siku, nitahakisha yanafika Mnyabwegira na yanafika hapa vitongoji vyote. Mgombea udiwani wa kata Ndama bwana Shedra Kantimba amesema licha ya maendeleo yaliyofanyika katika eneo hilo kuna baadhi ya maeneo yana changamoto zikiwemo za maji safi na umeme. Changamoto nyingine ni ukosefu wa umeme katika vitongoji vichache vilivyobaki. Eneo kubwa tume tumelifunika kwa umeme, lakini kuna kitongoji cha Kagando eneo hili la Kagutu kule hakuna umeme. Tutakapoingia madarakani, tufikishe umeme kule eneo la Kagutu. Bii nao hawajapata umeme, tunaomba tushirikiane nao watu wapate umeme. Lakini kitongoji cha tatu ni kitongoji cha Rwaitundu hapa bondeni hapa, na wao pia hawana umeme. Kwa hiyo ninaomba ushirikiano wako mkubwa ili tuweze kuwapatia umeme. Jamii mkoani Geita imeaswa kutimiza wajibu wake katika malezi ya watoto yatakaowaepusha na tabia zisizowafaa na kuleta madhara ndani ya jamii. Afisa maendeleo ya jamii manispaa Geita, Bi. Priska Rupia, amesema hayo katika maadhimisho ya siku ya mtoto wa kike yaliyofanyika shule ya sekondari Kasamwa. Rupia amesema sheria ya mtoto inamtaka kila mmoja kuwajibika katika malezi na huduma bora kwa mtoto ikihusisha jamii kwa ujumla. Sheria ya mtoto inamtambua kama mzazi ana wajibu wa kuhakikisha kwamba mtoto anakuwa katika misingi iliyo bora, lakini pia sheria hiyo hiyo ya mtoto namba ishirini na moja ya mwaka elfu mbili na tisa inatambua umuhimu wa jamii katika swala zima la kuhakikisha ustawi wa watoto. Jamii inapewa majukumu ya kuhakikisha ulinzi na usalama wa watoto katika maeneo yao, na ndio maana tunasema mtoto ni wa jamii. Aidha, watoto walioshiriki maadhimisho ya siku ya mtoto wakike, wa kike wametakiwa kutimiza wajibu wao katika masomo kwa kusoma kwa bidii, kutimiza ndoto zao za maisha yao ya baadaye na taifa. Dar es Salaam. Kanisa Katoliki nchini limetoa wito kwa serikali kukaa na kuzungumza na wenye mawazo tofauti kuhusu uchaguzi na kusitiza wanasiasa na serikali kuzungumza ili kuhakikisha utekelezwaji wa haki za watu. Hayo yameelezwa leo na mwenyekiti wa tume ya haki na amani baraza kuu la maaskofu katoliki Tanzania, askofu mkuu wa jimbo kuu katoliki la Dar es Salaam Yuda Thadeus Ruwa'ichi wakati wa adhimisho la misa takatifu kwa heshima ya mtakatifu Yosefu na utume wa wanaume katoliki UWAKA. Amesema ni muhimu viongozi wa siasa na serikali wakaongozwa na utamaduni wa mazungumzo kati yao ili kutekeleza haki za msingi za kisiasa kwa mujibu wa ibara ya 21 katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naiomba serikali na wale wenye mawazo tofauti ya masuala ya uchaguzi muongozwe na utamaduni wa kuwa na mazungumzano katika kutekeleza haki msingi za kisiasa. Kadiri ya ibara ya 21 ambapo kila raia ana haki hizo. Wanasiasa kupitia vyama na serikali, kaeni mzungumze, wahakikishieni watu haki zao. Nguvu ya wananchi iko kwenye hoja, sio kwenye mabavu na hila. Wakati uliokubalika kuzungumza ni sasa na wala hamjachelewa. Aidha, tume hiyo imeitaka serikali kutopuuza maoni na malalamiko ya watu, kwa sababu nguvu ya wananchi ipo kwenye hoja kutaka uchaguzi kuwa wa haki, huru na kuaminika. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Redio Kwizera FM. Doha, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 wanaungwa mkono na Rwanda leo wametia saini makubaliano ya kuanzisha mpango wa kufuatilia ustawishaji usitishwaji wa mapigano Hayo yamesemwa katika taarifa ya wizara ya mambo ya nje ya kigeni ya mpatanishi wa pande hizo mbili, Katari, mjini Doha. Taarifa hiyo imeeleza kuwa Katari, Marekani na Umoja wa Afrika watashiriki katika mpango huo kama waangalizi tu wa mchakato wa usitishwaji wa kudumu wa mapigano mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Makubaliano hayo ya leo yanafuatia makubaliano ya usitishwaji makubaliano wa, wa mapigano ya awali yaliyotiwa saini na pande zote mbili huko Doha mwezi Julai mwaka huu. Wanamgambo wa M23 walikuwa walistiza kufuata makubaliano yao wenyewe ya amani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakidai makubaliano ya DRC na Rwanda yalitiwa saini Juni yaliacha baadhi ya mambo ya msingi ya kuangaziwa. Antananarivo, jeshi la Madagaskar limetangaza kuchukua utawala na kuuangusha utawala wa Rais Andre Rajoelina kufuatia maandamano ya wananchi yaliyodumu kwa muda wa majuma kadhaa. Kanari mmoja wa jeshi nchini Madagaskar aliyeongoza wanajeshi kuungana na waandamanaji vijana wanaopinga serikali ya Rajoelina wamesema kwamba jeshi limechukua uongozi wa taifa hilo. Katika tangazo lilitoa kwenye redio ya taifa, Kanari Randrianirina amesema kuwa jeshi limevunja taasisi zote isipokuwa bunge ambalo limepiga kura kumwondoa madarakani Rajoelina. Ofisi ya Rais imekataa maamuzi ya bunge ikisema kikao cha bunge kilichopiga kura ya kumwondoa madarakani Rais Rajoelina kimekuwa na makosa ya uhalali. Kura hiyo imeungwa mkono na bunge 130 ikiwa ni zaidi ya theluthi mbili zinazohitajika katika bunge hilo lenye wabunge 163. Rajoelina ambaye amekataa kuachia ngazi na amekimbia nchi na amesema, ameenda maeneo salama baada ya kutishiwa maisha, wakati akidaiwa kuwa Rajorina amekimbia nchi hiyo kwa ndege ya kijeshi ya Ufaransa Jumapili iliyopita. Kabla kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Jamii mkoani Geita imeaswa kutimiza wajibu wake katika malezi ya watoto yatakawezesha na yatakawaepusha na tabia zisizowafaa na kuleta madhara ndani ya jamii. Kanisa Katoliki nchini limetoa wito kwa serikali kukaa na kuzungumza na wenye mawazo tofauti kuhusu uchaguzi na kusitiza wanasiasa na serikali kuzungumza ili kuhakikisha utekelezwaji wa haki za watu. Na jeshi la Madagaskar limetangaza kuchukua utawala na kuuangusha utawala wa Rais Andrei Rajoelina kufuatia maandamano ya wananchi yaliyodumu kwa muda wa majuma kadhaa. Waza Wazua, msikilizaji. Hakika leo ipo, kesho yaja, uhakika wa kuiona ni majariwa. Waza Wazua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Endelea ya kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii ya Instagram, TikTok na X ya Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV na website yetu ya Radio Kwizera saa tano kamili usiku utasikiliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita.